Siri ya kijiji kilichotoweka, ei eh, sehemu ya moja, toleo jipya. Ndugu yangu msikilizaji e eh, kabla hatujaanza simulizi letu la leo, bonyeza kitufe cha subscribe na like hapo chini. Kila unachofanya hapa, hisub like na komenti ndio nguvu ya kuendeleza channel yetu. Bofya sasa. Ikisha eh, turudi kwenye simulizi. Sehemu ya moja eh, usiku wa miujiza. Usiku ulikuwa mzito kuliko kawaida upepo uligonga dari za nyumba za kijiji cha Mabondeni kwa nguvu, ukipita kama kitu kilichokuwa na haraka ya kufika mahali. Saa zilikuwa zimesimama karibu na saa nane kasorobo, na anga lilikuwa limekufa kimya isivyo kawaida. Dakika chache baadaye e, mlio wa ajabu ukasikika kutoka ndani ya msitu, mlio uliounganisha sauti za watoto wakilia, wanawake wakilalamika na wanaume wakilia kwa maumivu, lakini sauti hizo hazikuonekana kuwa za binadamu aliye hai. Wakazi wa kijiji walishtuka, wakafungua madirisha, lakini kabla hawajafikiria hata kuzungumza eh, walitoweka. Kila mmoja, hawakulia, hawakupiga kelele, hawakukimbia, walitoweka kama moshi unaovutwa juu ya moto. Usiku ukaendelea kimya hadi alfajiri. Asubuhi ilipofika, eh, kijana mmoja tu ndiye aliyebaki hai, jina lake eh, Kapongo. Kapongo alikuwa ametoka kijiji cha jirani kutafuta dawa za tiba za jadi, na alipofika mabondeni asubuhi alikuta ukimya uliomgonga moyo moja kwa moja. Alitembea taratibu kuelekea nyumba ya kwanza, upepo ukimpiga kama unajaribu kumrudisha nyuma, lakini Kapongo hakuogopa. Alipoingia ndani ya nyumba aliona jambo lililotikisa roho, kwenye kila ukuta imechorwa alama ile ile, imduara mweusi wenye nukta tatu nyekundu na alama hizo zilikuwa mpya kabisa kama zimechorwa saa chache zilizopita. Katika nyumba ya kiongozi wa kijiji, Kapongo aliona kitu cha ajabu zaidi. Kiti cha uongozi kilikuwa kinatoa moshi baridi, moto usiounguzi. Baridi ile ilimfanya Kapongo atikisike. Yajayo sehemu ya pili, sauti iliyoita eh. Akiwa bado anashika ukuta, Kapongo alisikia sauti laini lakini nzito ikimwita